Serikali ya kitaifa imetenga kima cha shilingi bilioni moja kukamilisha ujenzi wa hospitali ya mafunzo na rufaa ya Kakamega, ujenzi ambao unanuiwa kukamilika kwa miezi kumi ijayo. Na kama anavyotuhabarisha mwanahabari wetu Brenda Wawire, kukamilisha ama kukamilika ujenzi, kukamilishwa kwa hospitali hiyo basi kutaifanya kuwa mojawapo ya hospitali za rufaa humu nchini. Akizungumza baada ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa hospitali ya kitaifa ya rufaa mjini Kakamega Jumapili hii, Rais William Ruto amesema kuwa serikali yake itaimarisha hospitali hii kwa vifaa vya kisasa vya matibabu. Hii hospitali itasaidiana na zile hospitali zingine rifaro kama ile ya Moi Teaching kule Eldoret, kama ile ya Jaramogi Oginga Odinga hapa Kisumu. Sasa hii ndio itakuwa hospitali kubwa ya watu wa Western Kenya. Sawa na mimi nataka nimwambie yule mtu ambaye tumempatia kandarasi, si ndio? Yeah. mimi nataka nikuje hapa mwezi wa kumi na moja nifungue hii hospitali ikiwa iko tayari. hii hospitali nimeweka pesa ya serikali shilingi bilioni moja, kukamilisha hii hospitali mahali ilivyo, alafu pia nimekubaliana na Bwana Baraza vile tutaweka equipment kwa hii hospitali. Hata hivyo, Rais Ruto amemtaka mkandarasi atakayekamilisha mchakato mzima wa hospitali hii kuwapa ajira zaidi ya vijana elfu moja ili kuhakikisha kuwa mradi huu unakamilishwa chini ya miezi kumi. Mimi nataka niambie viongozi wa hapa, pongezi. This facility indicates an ambitious vision. pongezi Mheshimiwa Oparanya, thank you very much for thinking thinking big and thinking fu being futuristic. And I want, I want to commend my brother Baraza. Unajua, sehemu zingine gavana mpya akichaguliwa anawacha ile miradi ya gavana aliyetangulia anaenda kuanzisha zingine lakini huyu Baraza namshukuru nam, nam, nam kwa sababu Government is a continuous enterprise. Katika ziara hii, gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandes Barasa alielezea kujitolea kwake kushirikiana na serikali ya kitaifa ili kusaidia katika kutekeleza mipango ya kuleta mabadiliko. Na sisi kama viongozi, nataka kuhakikishia kwamba vile unajaribu kuunganisha Kenya mzima hapa Kakamega nitakuwa mstari wa mbele, ili viongozi tutembee pamoja na viongozi wote ambao wamechaguliwa, tufanye kazi kwa heshima. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais, mimi nataka kuhakikishia hawa na Kakamega tuko nyuma yako, bako kwa bako. Brenda Wawire, West TV mjini Kakamega.